Ainme sasa. Maneno yapo hayo. Alhabibi wa Simba amenikimbia. Ndo na nikimbia kwa kichapo cha juzi, Alhabibi wa Simba ili ya siki chapo mm. Eh, ili watu wanakuita kwamba bashi rafu tu. Aa, kwa mbio zile huna huna maneno. Alhabibi wa Simba maneno aysue. Ukasikia boli inadunda njomamojaa ah. eh. mm -hmm. Isipokuwa tu wale wale abu tutende tiriki wakatuchezesha usiku baridi. Eh, wavijua kama si hatunaigoma baridi, kwa hiyo watuchezeshe kunako baridi. Alhabibi wa Simba yani hukusi sababu yani, Alhabibi wa Simba ah, ukweli halisi ukweli mm. wa mambo ah. eh, umefahamu mm -hmm. Sasa kama mvyokwambia kilichomkuta nyani mm -hmm. njoo kichaka chomkuta kima maneno hayo Nakwambia mimi haki. Maneno hayo ushahidi upo, Alhabibi wa Simba. Nakwambia ushahidi upo na haki. Eh? Hakilirahi wale wakaja kwa Mkapa wachajuta. hmm. na historia kama alivyofanya uya mwarabu umeona, yule mm -hmm. katutende kwao, tumtende kwetu, sawa sawa. Sasa basi mwaka uno wakaja, wakaja, wakaja kwa Mkapa. hmm. Watachona cha mtema kuni Lazima tupindue meza Alhabibi wa Simba maneno yako hapa kabisa eh Lazima tupindue meza Alkisasu maneno Haku Sasa. Musa ha? Hmm, nakwambia jaje, mm -hmm. Suwe lazima mtu tumtende akaja kwa mkapa, mtu sie lazima tumtende kitu ichamkuta jambo eh. Tuna hasira eh. Hmm. Na, na, kwa maneno hayo kweli naona eh. Mnajaziba kwelikweli, mie, mnajaziba tena kwelikweli. Hmm. Watu atutendee mambo yahe. Hmm. Eh. Kiwanja cha kutendea mazoezi wametuka kiwanja kibaya, ah, ah. eh. Unayasema sasa, mbona unayasema sasa? Eh, niseme tu, hizo zinakuita fitna za mpira, watu tende fitna. Alhabibu wa Simba, naam, naam. Kuna jambo nilitaka kuniambia, kunambia kuhusu huyu mtoto mdogo huyu, anojua mpira huyu tumemchukua isipokuwa, tuko na vijimambo kidogo, vijimambo kidogo. Hayo mambo kweli? Hayo mambo kweli? mm. Watu wanatenda tenda fitna, sijui wanachaka kali nini, eh. Sijui bili mu moja eh. Sijui kitu gani hmm. Siuwe wale ya mtajiri yetu tajiri mo eh. Kachalabia pesa aaa ah, ah. Asimba, Alhabibi wa Simba, maneno yako hayo, ya mambo yako hmm. eh? We kunageza mchezo eh? Tajiri weka na toa milioni mia. uh -uh. hey. <laughs> hey. uh -uh. Mie nipo nitakuona, sasa we ngoja kwanza uh -huh. Feisali haje simba hmm. eh? mm -hmm. Mambo yazidi kuwa mpwito mpwito Mm. Hiyo ndo hamu yako sasa, na kingine nakwambia uh -huh. Eh, walio wayosema kwamba, eh, wakamtukana mama eh, leo nya, nye, nye, nye vata za chini chini wamekuja saa nzima eh, eh. Wamekuja kumshawishi mama Fei eh <laughs> hey. hey, hey, hey, hey. hey. hey. Leo mambo, mambo makubwa hayo, oh, wanatapa tapa maana kwa mwondesha yu yake eh? Ya aki azizi, eh? Hmm. Hamna jambo, izo njo habari nakuka kuna cherewesha bwana, eh? Baadaye. Haya haya.